Kitabu cha Yeremia sura ya kwanza na ya pili. Tumsifu Yesu Kristo wapendwa, karibuni sana katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Na wakaribisha ikiwa ni siku nyingine tena nzuri, ambapo siku ya leo tunaenda kuanza safari ya kusoma kitabu kingine cha Yeremia. Yeremia ni moja ya vitabu vya manabii katika historia ya maandiko matakatifu. Na Yeremia ni moja ya manabii ambao Mungu aliwatumia sana kutabiri kwa habari ya dhambi na pia kutabiri kwa habari ya watu kurudi katika uwepo wa Mungu kwa kuacha mabaya, lakini pia alitabiri juu ya adhabu mbalimbali ambazo zingewapata na zinawapata wale wote watendao maovu. Watu wa Mungu, kupitia kitabu hiki cha Yeremia, kitakujenga sana katika mahusiano na Mungu kwa kukujengea moyo wa toba. Hivyo basi Karibuni sana, safari hii itakuwa nzuri sana ya kitabu cha Yeremia. Tusali tuanze rasmi safari yetu kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa kutupa tena kitabu hiki cha Yeremia na kibali cha kusoma. E Bwana, tunaalika uwepo wako Roho Mtakatifu, utufunulia akili zetu ili mafumbo mengi yaliyopo kwenye hichi kitabu tuweze kuyaelewa na tujue wapi tupasapo kusimama na kutenda katika mapenzi yako. Tunaomba E Bwana utusaidie tusiishie njiani, tuweze kusoma kitabu hiki na kukimaliza katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Wapendwa, mtakuwa nami Mwalimu Petro katika usomaji wa kitabu hiki, na pia tutakuwa na ndugu zetu wa Word Project katika fafanuzi ya sura hadi sura ya usomaji. Wapendwa, ukisikia wanasema mlango basi jua ndiyo sura au wengine wanaita mstari, wengine wanaita aya, namna yoyote ile unayoita, lakini jua ni neno la Bwana. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project, ni kitabu cha Yeremia sura ya kwanza na ya pili. Kitabu cha nabii Yeremia mlango wa kwanza. Maneno ya Yeremia mwana wa Hilkia, mmoja wa makuhani waliokuwa katika Anathothi, katika nchi ya Benyamini ambaye neno la Bwana lilimjia katika siku za Yosia mwana wa Amoni mfalme wa Yuda, katika mwaka wa kumi na tatu wa kumiliki kwake; tena lilikuja siku za Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, hata mwisho wa mwaka wa kumi na mmoja wa Sedekia mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, hata wakati ulipochukuliwa mateka Yerusalemu katika mwezi wa tano. Neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, ah, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru Usiogope kwa sababu ya hao maana, mimi nipo pamoja nawe, nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kinywa changu, Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mlozi. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Neno la Bwana likanijia mara ya pili kusema, waona nini? Nikasema, naona sufuria lenye maji ya tokotayo na mdomo wake unaelekea toka upande wa kaskazini Ndipo Bwana akaniambia, toka kaskazini mabaya yatatokea na kuwapata watu wote wakao katika nchi hii. Kwa kuwa, tazama, nitaziita jamaa zote za falme za kaskazini, asema Bwana, nao watakuja na kuweka kila mtu kiti chake cha enzi mbele ya mahali pa kuingilia malango Yerusalemu, na kuzielekea kuta zake pande zote, na kuielekea miji yote ya Yuda. Nami nitatamka hukumu zangu juu yao kwa habari ya uovu wao wote,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 hisani ya ujana wako upendo wa wakati wa usopo wako jinsi ulivyonifuata huko jangwani katika nchi isiyopandwa mbegu. Israeli walikuwa utakatifu kwa Bwana, malimbuko ya uzao wake; wote watakaomla watakuwa na hatia, uovu utawajilia, asema Bwana. Lisikieni neno la Bwana, ninyi nyumba ya Yakobo, na ninyi jamaa zote za nyumba ya Israeli. Bwana asema hivi: Baba zenu waliona dhuluma gani kwangu, hata wakafarakana nami, wakafuata ubatili, nao wakawa ubatili? Wala hawakusema yuko wapi Bwana aliyetutoa katika nchi ya Misri, akatuongoza jangwani, katika nchi ya ukame na mashimo, katika nchi ya kiu na ya kivuli cha mauti, katika nchi ambayo ndani yake hapiti mtu wala haikukaliwa na watu. Nami nikawatia katika nchi ya shibe mpate kula matunda yake na mema yake. Lakini ninyi mlipoingia katika nchi ile mliitia unajisi nchi yangu, na urithi wangu mliufanya kuwa chukizo. Makuhani hawakusema yuko wapi Bwana? wala wanasheria hawakunijua, wachungaji nao waliniasi nao, manabii walitoa unabii kwa Baali, wakafuata mambo yasiyofaidia kitu. Basi kwa ajili ya hayo nitateta nanyi asema Bwana, nami nitateta na, na watoto wa watoto wenu, maana vukeni mpaka visiwa vya Kitimu mkaone, tumeni watu waende Kedari, mkafikiri sana, mkaone kwamba jambo kama hili limekuwa wakati wowote wa. Je, taifa wamebadili miungu yao, ingawa siyo miungu? Lakini watu wangu wameubadili utukufu wao kwa ajili ya kitu kisichofaidia. enyi mbingu staajabuni kwa ajili ya jambo hili, mkaogope sana na kuwa ukiwa sana, asema Bwana. Kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili: wameniacha mimi, niliye chemchemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika, mabirika yavujayo, yasiyoweza kuweka maji. Je, Israeli ni mtumwa? Je, ni mzalia? Mbona amekuwa mateka? Wana simba wamenguruma juu yake wametoa sana sauti zao, nao wameifanya nchi yake kuwa ukiwa; miji yake imeteketea haina watu tena. Wana wa Nofu na Tahpanesi wamevunja utosi wa kichwa chako. Je, hukujipatia mambo haya mwenyewe kwa kuwa umemwacha Bwana Mungu wako alipokuongoza njiani? Na sasa una nini utakayotenda katika njia iendayo Misri, kunywa maji ya Shihori, au una nini utakayotenda katika njia iendayo Ashuru kunywa maji ya yule mto? Uovu wako mwenyewe utakurudi, maasi yako yatakukaripia; ujue basi ukaone ya kuwa ni jambo baya sana na uchungu, kuwa umemwacha Bwana Mungu wako, na ya kuwa moyoni mwako hamna kunihofu, asema Bwana Bwana wa majeshi. Kwa maana tangu zamani wewe umeivunja nira yako na kuvipasua vifungo vyako, ukasema mimi sitatumika kwa maana juu ya kila, kila kilima kirefu na chini ya kila mti wenye majani mabichi umejiinamisha ukafanya mambo ya ukahaba. Nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa; umegeukaje basi kwa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu? Maana ujapojiosha kwa magadi na kujipatia sabuni nyingi lakini uovu wako umeandikwa mbele zangu, asema Bwana Mungu. Wawezaje kusema sikutiwa unajisi, sikuwafuata Mabaali? Itazame njia yako bondeni, ujue ulioyatenda wewe, ungamia mwepesi apitaye katika njia zake, punda wa mwitu aliyeizoelea nyika, avutaye pumzi za upepo katika tamaa yake, katika wakati wake ni nani awezaye kumgeuza? Wote wamfuatao hawatajichokesha; nafsi zao katika mwezi wake watamwona. Zuia mguu wako usikose kiatu, na koo yako isiwe na kiu. Lakini wewe ulisema hapana matumaini kabisa, la maana nimewapenda wageni, nami nitawafuata. Kama mwivi aonavyo haya akamatwapo, ndivyo waonavyo haya nyumba ya Israeli, wao na wafalme wao na wakuu wao na makuhani wao na manabii wao waliambiao gogo la mti wewe ubaba yangu, na kuliambia jiwe ndiwe uliyenizaa; kwa maana wamenipa mimi visogo, wala hawakunielekezea nyuso zao. Lakini wakati wa taabu watasema simama, ukatuokoe. Lakini wako wapi miungu yako iliyoifanya na wasimame hao, kama wakiweza kukuokoa wakati wa taabu yako; kwa maana hesabu ya miungu yako ni sawa sawa na hesabu ya miji yako, e Yuda. Mbona mnataka kuteta nami ni ninyi nyote mmeniasi? asema Bwana. Nimewapiga watoto wako bure, hawakukubali kurudiwa. Upanga wenu wenyewe umewalaza manabii wako kama simba aharibuye. e kizazi, litazameni neno la Bwana. Je, nimekuwa jangwa kwa Israeli au nchi yenye giza kuu? Mbona watu wangu wanasema sisi tumetoroka, hatutaki kuja kwako tena? Je, mwanamwali aweza kusahau mapambo yake, au bibi arusi mavazi yake? Lakini watu wangu wamenisahau mimi, kwa muda wa siku zisizo na hesabu. Jinsi ulivyoitengeneza njia yako, ili kutafuta mapenzi! Kwa sababu hiyo, hata wanawake wabaya umewafundisha njia zako. Tena katika pindo za nguo zako imeonekana damu ya roho zao maskini, wasio na hatia; sikuiona penye mahali palipobomoka, lakini laliiona juu ya hawa wote. Lakini ulisema sina hatia mimi, bila shaka hasira yake imegeuka na kuniacha. Tazama, nitaingia hukumuni pamoja nawe, kwa sababu unasema sikutenda dhambi mimi. Mbona unatangatanga hivi upate kugeuza mwendo wako? Utaona haya kwa ajili ya Misri pia, kama ulivyoona haya kwa ajili ya Ashuru hata kwake pia. Utatoka na mikono yako juu ya kichwa chako, kwa maana Bwana amewakataa uliowakimbilia, wala hutafanikiwa katika hao.